Uh, tunawakaribisha tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm, uh, ambayo tunapenda sana kuelekeza namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku kwa kutumia tiba za asili, kwenye kuwakinga na magonjwa mbalimbali uh, kuwatibia, lakini vilevile tunaelekeza booster pamoja na vitu zikajiandaa na zikafanya kazi vizuri kabisa kwa kuku. Pia huwa tunatoa elimu elimu nyingine ya ya ufugaji kama za ya Aa, ka kama za kulea kulea vifaranga na kadhalika. Ukitaka elimu kama hii ya kulea vifaranga, ya kuwahudumia ya kuku, kuku, kuwafuga kuku, kuku katika banda bora au bora wa banda kutokana na idadi ya kuku ambayo unawaweka, basi huduma zote za hii elimu utazipata kwenye kundi letu la mafunzo ya ufugaji kundi la WhatsApp. Hili kundi la la WhatsApp, WhatsApp huwa tunatoa darasa au tunatoa elimu elimu lakini vile vile kama una maswali unaweza kuuliza na unajibiwa. Aa, lakini vile vile kama unahitaji ushauri wa sehemu gani utapata vifaranga bora na utawafugaje, basi ukijiunga na hili kundi letu la mafunzo ya ufugaji la WhatsApp tutakuelekeza mambo kama hayo. Hili kundi la WhatsApp ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, unapata elimu, ushauri, utauliza maswali na utajibiwa. Aa, vile vile kama una changamoto ya kuchukua vifaranga, kila ukichukua hawakui, tutakuelekeza kampuni ambazo zinafanya vizuri au utapata vifaranga wazuri, tutakuelekeza na namna ya kuwahudumia. Ao. Aa, sasa kama upo tayari kujiunga na hili kundi likupata elimu basi hakikisha unakuwa tayari pia kulipia hiyo shilingi elfu nane, ndipo tuweze kukuunganisha kwenye hilo kundi. Lakini vile vile tuna vitabu, tuna vitabu vitano ambavyo vina mafunzo yote ya ufugaji wa kuku aina zote ambazo zinafugwa hasa hasa hapa Tanzania. Aa, tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kama vifaranga wako wa kienyeji au kuku wako wa kienyeji wana changamoto ya magonjwa, tuna hiki kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki kitabu kina miongozo yote ya kuwafuga kuku wa kienyeji kuanzia unapoanza kuwatotolesha mpaka wanafikia stage ya kutaga wao wenyewe. Ah, lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, hiki kimekuelekeza kuanzia siku ya kwanza unapompokea kifaranga wa broiler mpaka unamuuza umpe huduma gani. Lakini vile vile tuna kitabu cha muongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, kama ni kuku wa mayai au kuku wa nyama, kuna muongozo maalum ambao umekupa ratiba ya kutumia tiba za asili kwa kuku wako. Kama unataka wanenepe, tumekupa ratiba ya kuwapa hizo kinga hizo booster za asili ili hawa kuku wako waweze kunenepa. Kama wanataka watage, basi tumekupa ratiba nzima ya kuwapa hizo busta za asili ili kuku wako watage vizuri kabisa. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku uh, hiki ni kitabu kinatiba za asili za kuku aina zote na tiba za magonjwa yote. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, kimekupa mwongozo wa kuwafuga layers pamoja na chotara. Hivi vitabu ni vizuri sana, ni vizuri sana kama unataka kutatua changamoto za ufugaji kwenye upande wa chakula na madawa au kama unahitaji kuongeza ujuzi wa ufugaji, basi tunakukaribisha ununue hivi vitabu. Hivi vitabu ni soft copy, Ukilipia unatumiwa hapo hapo kwa njia ya WhatsApp au kama una email unatumiwa kwenye email yako. Kila kitabu ni shilingi elfu kumi ukilipia unatumiwa hapo hapo. Kama unahitaji hizi huduma zetu, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Aa, sasa kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo tunataka tuwaelekeze watu namna ambavyo unaweza ukatibu ugonjwa wa typhoid kwa kutumia tiba za asili. Ah, jamani kama wewe ni mfugaji nadhani utakuwa unanielewa nikizungumzia ugonjwa wa typhoid. Ugonjwa wa typhoid huwa unasumbua sana. Yani, ugonjwa wa typhoid ukianza kununua dawa za dukani ni ngumu sana kupona. Utatumia gharama nyingi, lakini kuku wako hawatapona. Ukienda dukani utaelekezwa USB3 utaelekezwa aoi FB3 na kadhalika, lakini kile dawa kila ukizinunua kuku wako watakuwa hawaponi typhoid. Tunasema hivi, tuna uzoefu hapa shambani kwetu. Miaka ya nyuma tulikuwa tukitumia hizo dawa za dukani, lakini hatukuwahi kufanikiwa hata siku moja kuiponya hiyo typhoid ya kuku kwa kutumia hizo dawa za dukani. Lakini uzoefu mwingine tunaupata kutoka kwa watu ambao wamejiunga na kundi letu, huwa wanatuambia wanajaribu kutumia dawa za dukani kutibia typhoid, lakini hawafanikiwi. Sasa leo hii nakupa tiba au marobaini wa ugonjwa wa typhoid kwa kuku. Ugonjwa wa typhoid kwa kuku unatibiwa vizuri sana na dawa za asili. Tena ni ndani ya siku tatu mpaka tano. Ah, sasa inategemea kuku wako wapo katika hiyo typhoid ya hali gani. Kuna mwanzo wanaanza labda umebaini tu kile kinyesi cha typhoid au wapo kwenye ile hatua ya mwisho kabisa. Yaani kuku wameshachoka, hawali, wanauma ile typhoid mpaka wengine wamevaa makoti. Nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukapambana nao kuku aina hizo zote mbili, wa hatua ya awali au wale ambao tayari wameshadhurika kabisa na hii typhoid, utawaokoa vipi? Uh, sasa, utajuaje kama kuku wako wana typhoid? Tuanze na zile hatua za awali kabisa za huu ugonjwa wa typhoid kwa kuku wako. Kwanza utakuta kuku wamejisaidia kinyesi ambacho wakati mwingine kinakuwa ni kijani, ila kijani ya typhoid huwa itatofautiana sana na ile kijani ya kideri. Aa, kijani ya typhoid huwa inakuwa ni kijani iliyopauka, yani, sio haijapauka sana lakini ile kijani ambayo haijaiva ni semeni. Ila kijani ya kideri inakuwa ni kijani mbichi kabisa, yani ile kijani ambayo imeiva, ni kijani kabisa. Hiyo ndo kijani ya kideri. Ila hii ya typhoid huwa inakuwa haijakolea sana, lakini hii kijani ya typhoid pia huwa inakuwa imeambatana na njano. Inaweza kuwa njano iliyopauka au iliyokolea pamoja na hii kijani lakini vile vile unaweza ukaikuta ni njano tu ambayo imepauka, uh, lakini vile vile naweza kuwa ni kijani ambayo haijakolea, imeambatana labda na brown. Kinyesi kama cha aina hiyo, basi ujue huyo kuku wako ana huo ugonjwa wa typhoid. Sasa namna ya kumtibia huo ugonjwa wa typhoid au tunasema ugonjwa wa matumbo kwa kuku, ah, hapa kwenye zile hatua za awali kabisa unapoanza kuona hizi dalili kwa mara ya kwanza, labda umekuta kuna umeingia bandani, umekutana na hii rangi labda ya njano iliyopauka kidogo, au kijani ambayo haijaiva kidogo, au zimechanganyikana, lakini ndio unaingia bandani kwa mara ya kwanza, unakutana na hiyo hali hapa, utatumia mchanganyo wa majani ya mpera pera pia utaongeza na kitunguu saumu na tangawizi. Huo ni mchanganyo wa kwanza. Au kama unakosa vitu kama hivi, basi unatumia majani ya mwarobaini pamoja na kitunguu saumu na tangawizi na pilipili huu ni mchanganyo wa pili, labda kama umekosa mpera, una mwarobaini nyumbani kwako. Ah, lakini vile vile kama hauna huu mwarobaini nyumbani kwako, hapa una mpapai, utatumia mchanganyo wa mpapai, majani yale ya mpapai, kitunguu saumu pamoja na tangawizi, ambapo naamini katika hii michanganyo yote hii mitatu lazima kuna mchanganyo mmoja utaweza kuupata kwenye mazingira yako ya kawaida. Sasa hii unaweza ukaitumia kama kinga ya typhoid au tiba ya typhoid pale ambapo kuku wako ndo ameonyesha zile dalili za mwanzo kabisa na tunatumia hii mimea, kwa mfano haya majani ambayo tunayatumia aa, kama mwarobaini pia mpera au mpapai, kwa sababu yana kiwango kikubwa sana cha salfa, na salfa ina uwezo mkubwa sana wa kutibu magonjwa yoyote yale ambayo huwa yanakuwa yana miharo au magonjwa yale ya bakteria hiyo salfa huwa ina uwezo mkubwa wa kupambana nayo, ndio maana tunatumia hii mimea. Kwanza kwenye upande wa tangawizi, tangawizi nayo ni antibacterial uh, lakini u, tunaitumia pia sana sana hapa kwenye kuwafanya kuku wako waweze kupata ile hamu ya kunywa yale maji ambayo utakuwa umetengeneza hiyo dawa. Ukija kwenye upande wa kitunguu saumu, kitunguu saumu kinasaidia hii dawa iende ikafanye kazi vizuri. Japokuwa hivi vitu vyote ukiangalia vina antibacterial au vina ile vina ile kemikali ambayo inafanya kuku wako labda waweze kupona huo magonjwa yote ambayo yanasababishwa na bakteria, na magonjwa haya mara nyingi aga yanakuwa na vinyesi vya muharo maana tunatumia michanganyo kama hiyo. Kwa hiyo kwenye zile hatua za mwanzo kabisa, umebaini kuku wako ana typhoid, utawapa michanganyo ya namna hiyo, au ukija sasa pale mwisho, labda ulichelewa kutibia typhoid yake, kuku wamepata typhoid, wameharisha, hicho kinyesi, wamevaa makoti. Maana hii hatua ya mwisho yake, kuku wanavaa makoti, hawali, hawashangamki. Hapa kama hawali chakula, basi hakikisha unaanza kwa kuwanywesha uji wa sembe au wa dona, ambao una sukari na hizo vizuri kabisa, na kata bomba lako la sindano, unawanywesha ule uji ukishaonyesha ule uji, watapata nguvu. Lengo la kuwapa uji ni ili kuku wako waweze kupata nguvu ya kuweza kunywa hiyo dawa, na pia hiyo dawa iende ikafanye kazi. Uweze kumpa dawa kali wakati hana kitu chochote kwenye tumbo lake au kwenye utumbo wake, mseme ah. Sasa baada ya kuwapa huo uji, utawatengenezea mchanganyo ambao utakuwa una aloe vera, majani ya mpera Kitunguu saumu, tangawizi na pilipili pili. Utawapa mchanganyo huu na kama utakosa hayo majani ya mpera, basi unaweza ukatumia mchanganyo ambao utakuwa una aloe vera, majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi. Hii aloe vera huwa inaenda kama vile kuongeza nguvu. Na wakati mwingine kama utakuwa pia hauna hiyo aloe vera basi tumia mchanganyo ambao utakuwa una mwarobaini, majani ya mpapai kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Katika hiyo mchanganyo mitatu pia itumie, utumie, chagua mmoja ambao unapatikana kwako, au ni rahisi kwako kwa kwa, basi utumie kwa kuatibia hii typhoid ambayo imepitiliza. Sasa kwa maelekezo zaidi ya sasa ya vipimo na vitu vingine vingi, tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Hayo yote nilio yaelekeza umo yapo, na vipimo vyake, kila kitu tayakuta humo.